Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amelihutubia taifa lake kuhusu hali ya sintofahamu iliyopo duniani kutokana na mabadiliko makubwa ya sera ya Marekani juu ya Ukraine katika utawala wa rais wa nchi hiyo Donald Trump. Mwenzangu Rashid Chilumba amefuatilia hotuba hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Kwenye hotuba hiyo kwa taifa iliyorushwa moja kwa moja na televisheni, rais Macron kwa sehemu kubwa ameitumia kuzungumzia hatma ya usalama na ulinzi wa bara la Ulaya na jukumu la viongozi wa bara hilo katika kuisaidia Ukraine. Macron ameitaja Urusi kuwa kitisho kwa Ufaransa na Ulaya na ametahadharisha kwamba itakuwa kosa kubwa iwapo Ulaya itachagua kuwa mtazamaji katika wakati wa sasa aliosema ni hatari duniani. Kiongozi huyo amesema, ili kuhakikisha usalama wa Ulaya analenga kujadili na viongozi wenzake wanaokutana kwa mkutano wa wakilele Umoja wa Ulaya lio juu ya uwezekano wa bara hilo kutumia makombora ya yuklia Ufaransa kama mwavuli wa kinga dhidi ya vitisho kutoka Urusi. Kwa zaidi ya miongo saba sasa, mataifa yenye silaha za nyuklia duniani yamekuwa yakizitumia kama ngao ya kuepuka mashambulizi kutoka nchi nyingine. Barani Ulaya ni Ufaransa na Uingereza pekee ndio madola yenye silaha za yenyewe za nyuklia. Nchi nyingine hasa zilizo wanachama wjumuia NATO zimekuwa zikiitegemea Marekani kutoa kinga dhidi ya mashambulizi ya nyuklia kutoka madola nuliautodo fn wa Urusi. Hata hivyo mabadiliko ya sera za Marekani tangu kurejea madarakani kwa Donald Trump yamesababisha wasiwasi kuwa taifa hilo lenye nguvu linawatupa mkono washirika wake wa Ulaya. Rais Macron amesema atawaambia viongozi wenzake wa Ulaya kwenye mkutano unaofanyika leo mjini Brussels kwamba wanaweza kuitumainia Ufaransa na silaha zake za nyuklia kutoa kinga kwa bara hilo. Matamshi yake yanafuatia pendekezo lililotolewa hivi karibuni na mwanasiasa anayetazamiwa kuwa kansela ajaye wa Ujerumani la kutumiwa silaha za nyuklia za Ufaransa kama ngao kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya. Kwenye hotuba yake usiku wa kuamkia leo, Macron amewakumbusha viongozi wenzake kwamba hatma ya Ulaya haiwezi kuamuliwa na Washington au Moscow na kuwatanabahisha kuwa enzi ya unyonge iliyoshuhudiwa tangu kuanguka kwa ukuta wa Berlin mwaka 1989 imefikia mwisho. Amekumbusha kuwa hivi sasa Urusi inatumia asilimia 40 ya bajeti yake ya taifa kwenye shughuli za kijeshi, ikiwa na mipango ya kulitanua jeshi lake lifikia wapiganaji laki tatu mwaka elfu mbili thelathini. Macron pia amegusia wasiwasi wa kusambaratika kwa ushirika wa nchi za magharibi tangu kurejea Trump madarakani akisema anaamini Washington itaendelea kubakia upande wa marafiki zake wa miaka mingi, lakini ni sharti bara la Ulaya lijiandae iwapo imani hiyo haitokuwa ya kweli est ot na ninataka kuamini kwamba Marekani itasimama nasi, lakini tunapaswa kuwa tayari ikiwa haitakuwa hivyo. Amani nchini Ukraine inaweza kupatikana haraka au isiwezekane kwa muda mfupi, lakini mataifa ya Ulaya, kutokana na tishio la Urusi nililolitaja kwenu, lazima yaweze kujilinda vyema na kuzuia uchokozi zaidi. Ndiyo lolote litakalotokea tunahitaji kujihami vyema zaidi. Il nous faut pia Macron amerejea ahadi yake ya kutuma vikosi vya nchi za Ulaya kwenda kusimamia makubaliano yote ya amani yatakayofikiwa kati ya Urusi na Ukraine ili kuhakikisha Moscow haitomvamia tena jirani yake huyo. Vilevile ametangaza kwamba wakuu wa majeshi wa nchi za Ulaya watakutana wiki ijayo mjini Paris kujadili namna ya kuisaidia Ukraine pindi mkataba wa amani utakapopatikana.